Walimwomba Allah Ta'ala, wakisema: Ewe Allah, nipe watoto watakaosaidia kueneza dini yako kote ulimwenguni, watakaoendeleza ujumbe wako baada yangu, wawe warithi wangu wa kweli na washike bendera ya umoja wako. Wakati huo, Allahu Ta'ala aliwabariki na mwana mpya Hadharat Sheeth alayhi salam. Wakati Hadharat Sheeth alayhi salam alipozaliwa, Hadharat Adam alayhi salam alikuwa na umri wa miaka 130. Kuzaliwa kwake kukawa ponyo kwa majeraha ya Hadharat Adam alaihi salam na Hadharat Hawa alaihi ssalam. Aliitwa Sheth, maana yake zawadi kutoka kwa Allah. Hadharat Sheth alaihi salam alifanana sana na baba yake kwa uzuri, tabia na neema. Hadharat Adam alaihi salam na Hadharat Hawa alaihim ssalam walimpenda sana. Hadharat Adam alaihi salam alimweka Hadharat Sheth alaihi salam karibu, akijua atakuwa mrithi wake alizingatia sana malezi yake tangu utotoni. Hadharat Sheeth alayhi salam alifundishwa kuhusu hali ya peponi na kutofautisha kati ya wema na uovu. kadiri Hadharat Sheeth alayhi salam alivyokuwa, uwezo wake uliofichika ulichanua chini ya mwongozo na malezi ya wazazi wake. Hadharat Adam alayhi salam alimfundisha njia nzuri na za kipekee za kuhubiri na elimu. alimfundisha kutambua saa za mchana na usiku na ibada za nyakati hizo. Pia alimjulisha kuhusu gharika ya Nuh alaihi ssalam. Hadharati Sheeth alayhi salam alipewa unabii. Kulingana na masimulizi fulani, maandiko hamsini iliteremshwa kwake na Allahu Taala. Aliwafundisha watu wake uadilifu, uchaji Mungu, subra, kumcha Allah, heshima na huduma kwa wazazi, na kuepuka dhambi. Hadharati Sheeth alayhi salam alianzisha kalenda ya kwanza na kuweka mfumo wa wakati, mchana na usiku na wiki. Ushauri mkuu wa hadharat Sheeth alayhi salam ulikuwa: mtambue Allah na kumwabudu yeye peke yake, tofautisha kati ya wema na uovu, timiza haki za wazazi na uwahudumie, anzisha uhusiano na jamaa na uwatendee wema.